Kampuni ya teknolojia ya neva yaani Neuralink iliyoanzishwa na Elon Musk inajaribu kupandikiza kifaa cha kielektroniki yaani chipu ya ubongo ya Blindsight kwa mgonjwa ifikapo mwishoni mwa mwaka 2025. Kampuni hiyo ya Neuralink inajaribu kupandikiza kwa mara ya kwanza chipu yake ya ubongo inayoitwa Blindsight mwishoni mwa mwaka huu 2025. 22 chipu ambayo inalenga kurejesha uwezo wa kuona kwa watu waliopoteza kabisa uwezo huo. Elon Musk amesema kwamba kifaa hicho kitaanza kwa kutoa uwezo wa kuona kwa azimio la chini, lakini baadaye kinaweza kutoa uwezo huo ambao ni kama wa binadamu wa hali ya juu. Hii inafuata kifaa hicho cha kielektroniki cha Neuralink ya awali inayoitwa Telepathy ambayo inalenga kusaidia wagonjwa waliopooza kudhibiti vifaa vya akili zao. Ikiwa itafanikiwa Blindsight inaweza kuwa moja ya maendeleo makubwa zaidi katika teknolojia ya matibabu ya neva, ikigeuza hadithi za kisayansi za kurejesha uwezo wa kuona kuwa ukweli wa kitabibu. Katika taarifa yake, Elon Musk nikimnukuu amesema kwamba kwa Neuralink tumekuwa na kifaa kinachofanya kazi kwa nyani, tunakiita Blindsight, ambapo kimekuwa kikifanya kazi vizuri na nyani wana afya tunatumaini kufanya upandikizaji wetu wa kwanza wa kifaa kwa binadamu, kumwezesha mtu ambaye ni kipofu kabisa na aweze kuona. Itakuwa na ubora wa chini mwanzoni, kama picha ya Atari, ambayo mambo yanaendelea vizuri kwa uendeshaji kamili wa gari usiosimamiwa huko Austin mnamo mwezi Juni. Mwisho wa kunukuu hiyo. Ni taarifa ya mwanzilishi na mkuu wa kampuni hiyo ya kutengeneza chipu za upandikizaji, akiwa ametanabaisha hivyo, na tutegemee tu kuona teknolojia inavyozidi kukua na kuweza kurudisha uwezo wa kuona kwa mtu ambaye hakuwa na uwezo wa kuona , yaani ni kipofu. Hii ni Sawasawa Digital, mahali ambapo tumedhamiria kukuhabarisha kiganjani mwako.